Wakulima katika kaunti ya Busia wamepokezwa ruzuku ya kilimo ambapo makundi 35 yalinufaika na mgao wa shilingi milioni 24. Pesa hizi ni sehemu ya mradi unaolenga kukuza sekta mbalimbali mbali za kilimo katika kaunti ya Busia kama anavyotuarifu Jane Cherutich. Katika hafla hii ya kufana iliyoandaliwa katika chuo cha mafunzo ya kilimo cha ATC, mjini Busia, makundi 35 ya wakulima kutoka wadi zote 35 za Busia yalihudhuria. Kila kikundi kimenufaika na shilingi laki saba. Jumla ya wajasirimali wa kilimo 245 wameajiriwa kuwasaidia kwa kuwaelekeza wakulima hao. Akiongea wakati wa kutoa hundi hiyo ya jumla ya shilingi milioni 24.5, Naibu gavana wa Busia Arthur Odera amesema lengo kuu ni kupunguza umasikini kupitia kilimo. Leo tuko hapa tunagawa pesa, kesho tuje tusherehekee the growth of these cooperatives that we are giving money today. It is only through growth that we can transform lives. Cooperatives may be small today, tomorrow we want to see them big. Mpango huo chini ya National Agriculture Value Chain Development Project NAVCDP, umepigwa upato na katibu wa kudumu katika wizara ya vyama vya ushirika Susan Mangeni ambaye amesema serikali ya kitaifa iko tayari kutoa mafunzo na ufadhili zaidi kuboresha mazao. Niko na shirika linajiita Kenya Industrial Estate, the leaders of SACCOs tunaenda kupanga na kutenga nafasi ila ambao tunaweza kutana na all leaders wa all these 35 circles, nataka na mkae chini na Kenya Industrial Estate so that then we can discuss how we support you, no move move your farming to the next level of value addition, apart from what you witnessing today. Pia tuko na extension, imekuwa imara through motorbikes. Kila ward iko na motorbike, sahi mechanization pia inaendelea. Na mbolea ziko through subsidy, if not free. Kwenye hafla hiyo wakulima walielezea matumaini ya kuimarisha sekta mbalimbali za kilimo. Nimeona kwamba nimeangaziwa vizuri kwamba nitaweza saidika katika mambo ya ukulima, kwa hivyo mimi himizo langu ni kuambia tu wakulima wenzangu ya kwamba kuwa mlemavu siyo ya kwamba huwezi jambo lolote kila jambo linawezekana ikiwa unaweza tilia mkazo. Na kwa hivyo ningependa kumshukuru sana Nelson na naomba Mungu ampatie nguvu ya kufanya kazi vile inatakikana, vile kaunti imemtambua na imesema itamsaidia kwa kila jambo. Ni mojawapo ya mikakati iliyowekwa na idara ya kilimo ya serikali ya kaunti ya Busia ili kuona kwamba wakulima katika kaunti ya Busia wanajiinua kupitia kuingia katika vyama vya ushirika. Jane Cherotich, Runinga ya yeah, Citizen Busia hey,